Kwingine kwa wanafunzi wawili wa shule ya msingi ya Muguga eneo la Kabete katika kaunti ya Kiambu walikufa maji walipokuwa wakiogelea kwenye kidimbwi mapema leo. Wanafunzi hao wa gredi ya tisa walikuwa wamemaliza zoezi tu la kupanda miti eh, kisha wakaenda kuogelea eh, ila wasijue kwamba watakumbwa na mkasa wa mauti. Miili yao ilipelekwa katika makafani hospitali ya PCA huko Kikuyu. Tuangalia watoto sana, kwa sababu watoto walikuwa wameenda katika shughuli ya kupanda miti, lakini wakaamua kuja kuogelea katika hiki dimbwi ambalo it's an opening. Na ni kitu ambayo inafanya hata shida zaidi kwa wale ambao wanatumia mahali hapa. Sio kwa watoto peke yake, hata kwa watu wazima. Kila mtu ambaye yako na kware ahakikishe wakati amemaliza na kware yake ameifunika, ili tukaweze kuzuia janga kama hili. Ni janga ambalo haiwezi kubarika mahali popote pale wenye wanachimba haya, haya, haya machimbo ya mawe tumeweka mikakati ili wakimaliza kuchimba, tunaleta mchanga ili, ili wao wasiumie kwa biashara na pia sisi tusikuwe na janga kama hili ambalo limetupata. Rais William Ruto amezindua mpango